Hello mambo vipi, jina langu naitwa Daniel Sospita. Karibu tena kwenye YouTube channel yangu ambapo utapata tutorials mbalimbali mbali, kwa software mbalimbali mbali, kwa lugha ya rahisi kabisa ya Kiswahili. Na kitu ambacho kimenifurahisha ni mimi baada ya kuingia kwenye YouTube channel yangu baada ya muda mrefu na kukuta videos ambazo nimezipost mara ya mwisho zimefanya vizuri, na hii imenimotivate mimi kutengeneza videos nyingine kuelezea software tofauti tofauti na changamoto ambazo mara nyingi tunakutana nazo kwenye hizi software, na kitu ambacho uh, nimeamua kufanya sasa hivi, kuna baadhi ya maswali nakutana nayo. Kuna watu wananiuliza vipi, maybe uh, kwenye AutoCAD nataka kufanya hiki na hiki na hiki, ninaweza nikafanya vipi? ili kupunguza mlolongo na kuwa na maswali mengi ambayo kila mtu nitakuwa na mjibu kwa wakati wake, sasa ninatengeneza tutorials kulingana na maswali ambayo ninaenda kuulizwa. Ninachoenda kukifanya sasa hivi, tutorial ambayo nimekuletea leo ni namna gani unaweza kutengeneza surface kutoka kwenye contour. Let's say una contour lines, unataka ku create surface utafanya vipi? Ku create surface kutoka kwenye contour, ili uweze kufanya presentation ya kazi yako kama unavyo ulivyopanga. Unaweza ukafanya vipi ku present in terms of 3D na vitu vingine na kazi nyingine zozote ambazo unaweza kuamua kufanya kutoka kwenye, kutoka kwenye, kutoka kwenye surface. Kama tunavyojua kwamba surface unaweza ukatengeneza kutoka kwa kutumia njia mbalimbali mbali kutoka kwenye digital elevation models, unaweza ukatumia survey points, unaweza ukatumia contour, contour lines kama hii ya tutorial ambayo unaenda kuifanya, na nyingine mbalimbali. Nikipata muda, nitatengeneza tutorial nyingine kwa ajili kwa, kwa kila njia ambayo unaweza kutumia kutengeneza surface na okay. Moja kwa moja nitaenda kwenye programu yangu ambayo ninaishtumia ambayo ni Autodesk Civil 3D ambayo ni drafting software inayotumiwa na watu wengi sana. Workspace ambayo ninaitumia ni hii ya Civil 3D, lakini kuna workspace nyingine tofauti tofauti ambayo ni drafting and annotation, 3D modeling, planning and analysis. Kulingana na wewe kazi unayoifanya, unaweza kutapu, unaweza kuchagua workspace yoyote ukaitumia. Kwa wale ambao wanataka interface ambayo imekaa kama basic AutoCAD unaenda unaweza ukaenda kwenye drafting and annotation. Wale ambao wanafanya kazi za planning analysis geospatial visualization, unaweza ukaenda kwenye planning and analysis. Moja kwa moja nitaenda kufungua contour, contour lines zangu ambazo nitazitumia kutengeneza surface. Kuna layer nimetengeneza, layer ya contour hapa ndipo nimeweka contour lines zangu. Na ukiangalia hizi contour lines zina property ya polyline yali ko, ukiklik hapa, ukisogeza kasa yako hapa, unaweza kucheck kwamba ni polyline, nitakuletea color iko kwenye layer gani na line type ni aina gani. Sasa nitatumia hizi contour kutengeneza surface. Moja kwa moja nitaenda kwenye tool space yangu kwenye tab ya prospector. Hapa ndani kuna kwanza utaona jina la project yako ambayo umeifungua, jina lolote unaweza ukasave kulingana na wewe utakavyohitaji kuita, lakini mimi nimeita surface from contour kwa sababu tutorial inayotengeneza inahusiana na ku create surface from contour. Kwa hiyo nimeita surface from contour, unaweza ukaita kwa jina lolote ambalo utaona linafaa. Moja kwa moja nitaenda kwenye sehemu ya surface hapa kwenye surface nitaenda ku add ku create surface, nita right click, nita create surface. Kwanza nirudi nyuma, hapa ni kuonyesha kitu kimoja. Uki right click hapo, utaona kuna create surface, lakini kuna surface from DEM, kuna surface from TIN uh, na kuna information nyingine tofauti tofauti ambazo unaweza kutumia kutengeneza kutengeneza surface. Mimi nitaenda moja kwa moja kwenye create surface. Baada ya ku create surface, nitakuja kwenye information. Kwenye information nitahitaji kuandika jina la surface yangu. Jina lolote unaweza ukaita wewe utakavyotaka, lakini mimi naweza nika niseme niite, let's say evolve to surface surface, niite surface 1 itaita surface 1, then ta okay baada ya kuita surface one nitakuja kwenye style. Style nitatafuta nitachagua style ambayo mimi ninataka iweze ku display kulingana na aina ya project tunayoifanya pamoja na sifa za surface ambayo mimi ninaitaka ikiwa ni contour interval ambayo nitaklik hapa nitaenda ku nitakuja uh, taklika hapa hizo dots hapo, nitaingia ku change uh, surface style ambayo mimi nitaitaka, zipo tofauti, zipo nyingi, lakini hii haikulimit wewe kutumia tu hizi. Unaweza uka, uka, baadaye uka custom venye wewe utataka, kama ni contour interval vyovyote. Mimi nitaenda kuchagua hiyo ambayo ilikuwepo 1 meter to 5 meter nadhani kwangu inafaa kulingana na aina ya contour zangu ambazo ninatumia. Then nitaenda kwenye render material. Render material utakuja kuangalia kwa sababu mm, ile surface ambayo utaitengeneza. Ukija kwenye um, object viewing, unataka kuiona ikiwa kwenye kwenye sifa gani, character ni gani? Kwa hiyo uta click kwenye dot hiyo utaenda ku kucheck kuchange. Nitaenda kuweka let me see, let me check apa, ngoja nifanye hii, kwamba site work, planting, grass shot, then ta click okay, then ta click okay. Baada ya hapo, kwenye plus icon ya surface nitakuta kuna surface ambayo imeongezeka inaitwa surface 01 sasa ninahitajika ku define hii surface ili iweze ku tayari nime create surface nime create surface lakini sasa inabidi ni define hiyo surface inatengenezwa na kitu gani hapo nita click plus icon tena takuja kwenye definition kuna option nyingi tofauti tofauti ambazo wakati mwingine nikipata muda nitatengeneza tutorial ya kila moja kuna kama unatumia digital elevation model kuna option yake hapa kama una tumia survey data kuna point survey point groups, unaweza ukatumia hiyo pia, lakini kwa sababu mimi natumia contours, nitaenda moja kwa moja kwenye contours na right click, na nitakuja ku add. Baada ya ku add kuna option nyingine hapa ambazo unaweza ukaziacha kama default au unaweza ukafanya setting vyovyote kwayo utakavyotaka. Unaweza uka take your time then ukapitia Uh, moja baada ya nyingine, then ta click okay. Baada ya ku click okay, itaniambia kwenye command window, itaniambia ni select contours. Itakuja kuselect zote kwa mimi, nita click ni highlight contours zote, then ta select ta click enter. Nitaona kuna surface ambayo imetokea hapa, imeongezeka. Kumbuka nilikuwa nina layer ya kontua nitaenda kuizima ile layer ili nibaki na surface ambayo nimecreate sasa hivi peke yake, ili niweze kuifanyia settings na niweze kuiedit vyovyote mimi vile nitakavyotaka. Nitaenda kwenye layers hapa nitaita Switch off, layer ya kontua, itabaki surface ambayo nimecreate sasa hivi. Sasa uh, nikitaka kucheck kuangalia kuiview kwenye in, 3D kwamba hii surface iko vipi, nitaclick hapa. Baada ya kuclick, ntakuja kwenye option ya object viewer, nitaclick, itakuja kufunguka. Lakini kwenye hapa nimeweka realistic, unaweza ukachek ukaweka shaded hidden kwa sababu mimi nataka ku ku, view ikiwa kama grass flani kwa sababu render material ni ilio set ilikuwa ni grass shot. Itaenda ku click real, realistic then itaenda ku click hapa kwenye option, kutoka kwenye option <coughs> option ya parallel itakuja kwenye option ya perspective mm, ili niweze kuona kuona kuona vizuri penye itakavyokuwa, then itakuja nita nita view nitaangalia terrain yangu ambayo nimetengeneza iko vipi. Hii ni surface ambayo nimetengeneza kwa terrain ya hili eneo, kwa data au kwa contour ambazo nimetumia, iko kwenye nature ya hivi. Kwa hivi ndio naweza nikavisualize na kuangalia surface yangu jinsi iko na, inaweza nikatumia surface hii kutengeneza au kuendelea na design yoyote ambayo naweza nikaifanya. Kwa hiyo kama kazi yako ilikuwa ni kutengeneza kwenda site kuchukua data na kutengeneza surface tu, basi kazi yako inaweza ikawa imefikia hapa. Labda kama kuna issue nyingine ya kupresent kwenye kwenye 2D, I mean contour, uweze kufanya annotation au labels ili uweze kupresent kazi yako kwa client kama vile alivyokuwa anaitaka. Lakini kwa mtu mwingine ambaye labda Let's say, unaendelea na design, unaweza uka start, start from here ukaendelea kufanya design kulingana na nature ya terrain au surface jinsi ilivyokaa. Kwa moja kwa moja nitaenda kumalizia uh, kitu cha mwisho ku edit styles pamoja na ku add, uh, kuongeza kwa annotation. I mean. Kwa moja kwa moja nitaenda kwenye style. Nita click hapa, nita right click, nitaenda kwenye edit surface style. Kwenye, kwenye ku edit surface style naweza nikafanya editing ya kitu chochote kama contour, interval, smoothing. Tutakuja kwenye contour, nitakuja kwenye contour interval hapa nitakuta labda minor interval ni 1, uh, major ni 5, uh, ni 3, let's say labda nataka kuedit kuchange labda major ziwe minor, minor minor contour iwe ni 2 mita then meja contour iwe ni 5 mita. Tuache hivyo kwamba iwe minor ni mbili, meja <laughs> uh, ni sita. Then kitu kingine ambacho unatakiwa kuedit ni kwenye contour smoothing, ili contour zako uweze kuona ile spline curve, kama contour isiwe ina sharp kona kona ambazo ni kali sana. Ko, ukikuta iko false utaiweka true, then ukikuta iko uh, advertise utaweka spline curve, then to click apply. Okay, you see kwamba idadi ya contours, contour lines zimepungua kulingana na contour intervals ambazo umeseti. Na kitu gani kingine cha maybe aba kama unataka kuchange colors unaweza ukaclick tena ukaenda kwenye edit surface style. Edit surface style utakuja kwenye display, then unaweza ukachange, maybe let's say, border niweke color blue, alafu major contour niweke maybe <coughs> major contour is <yes>, niweke niweke <coughs> red, nita click apply -like. Okay, you will see now surface yangu ime imechange hivyo. Kwa kitu cha mwisho kingine cha msta, cha, cha muhimu ni kwenye ku add labels, kwa utaenda sehemu hapa imeandikwa annotate then uta click add labels. Baada ya ku click add labels, hapo utaenda kwenye feature utachagua ni um, surface. Kumbuka kwamba hii ni surface ambayo tuna tuna tumetengeneza na tunaenda ku add labels, kwa utaweka um, uta click kwenye label type uta, Free. Kuchagua unataka kutumia label type ya inaga. Ani, ko kuna same, kuna contour single, contour multiple, contour multiple at interval. Single ni kama unataka ku. Kuklik moja mbili uh, click moja moja contour lines moja moja, lakini contour multiple ni kama unataka ku drag. Alafu uh, contour multiple at interval pia uta drag, lakini kwenye interval ya distance fulani kwa moja. <laughs> Kwa moja, nitaenda kwenye contour multiple ya yeah. Nita click add, nita click hapa, let's say nina add yeah. Ko, hapa mpaka huko ya kwa hapa nitakuwa nimesha add contour levels. Ni rahisi kabisa, lakini mara nyingine unaweza kukutana na changamoto, maybe kuedit uh, unataka kuedit kuedit um, text height unataka kuedit display, unataka uone vipi maybe labda hapa hapa zinaonyesha kwamba ni 119.00 mita. Let's say hutaki ku display mita kwa sababu labda unajua elevation zangu ziko kwenye mita, kwa unataka kuedit niondoe, pamoja niongeze niongeze niongeze text height, utakuja hapa sehemu ya major control label style, ndio kwenye ku edit then utaclick hapa kwenye content three dots hizo, unaona hapa mwisho imeandika kuna m naweza nikaiondoa, then ukaklick ok. Okay, kwenye preview window hapa itadisplay ni contour ni namna gani namna gani zitakuja zita kutakuja kuonekana zita uki apply hapa kwenye image contour usi hakuna mita kwao. Kwenye minor pia hivyo hivyo, unaweza ukaenda ukaklick kwanye content ukaondoa ile mita. Okay, let's say you want to change text height, unaweza kuweka maybe 0.8 hiyo ya minor, then ukiapply utaona kwamba umeedit height pamoja na na annotation style. Ko cool. In short, huo ndio mwisho wa tutorial hii, ni namna gani unaweza kutengeneza Surface kutoka kwenye contour lines. Karibu tena wakati mwingine, usisahau ku subscribe like, pia weka comment kama kuna kitu unatamani nikieleze, basi unaweza uka, uka comment, uh, labda nifanye tutorial ya kitu gani, ili iwe rahisi kuwafikia watu wengi ambao wana changamoto kama ambayo inakukuta wewe kwenye Civil 3D kwenye QGIS kwenye TBC kwenye Das Imagine, kwenye ArchiCAD. Thank you very much for your time. Karibu tena wakati mwingine, jina langu ni Daniel Sospita.